Na taharuki imetanda eneo la Kibiko lililoko Ngong kaunti ya Kajiado kufuatia makabiliano kuhusu ardhi ya jamii inayozozaniwa. Wakati wa tandabelua hiyo, mtazamaji, gari liliteketezwa na watu kadhaa wakajeruhiwa huku barabara zikifungwa kufuatia makabiliano baina ya pande hizo mbili. Ardhi hiyo yenye ukubwa wa ekari 2682 na inayokadiriwa kuwa ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 100 imekumbwa na mzozo mkali kuhusiana na shughuli ya utoaji hatimiliki, huku pande mbili zikitofautiana licha ya uamuzi wa mahakama kuhusiana na suala hilo. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa kwenye ardhi ya jamii iliyodhaminiwa yenye ukubwa wa ekari 2682 ya Keekonyokie iliyoko Kibiko, Ngong, kaunti ya Kajiado, inayokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 100. Vijana waliojihami kwa vifaa butu, panga na mikuki walifunga barabara eneo wa hilo, kutokana na makabiliano makali kuhusiana na mzozo wa ardhi hiyo wakati za tandabelua wa hilo kuna gari lililoteketezwa, barabara zikafungwa na watu kadhaa wakapata majeraha. Ghasia hizo zinajiri huku kukiwa na mgawanyiko mkubwa kuhusiana na mchakato wa utoaji hati miliki, ambapo takriban wanachama elfu tatu mia tano wamepokea hati hizo. Hakuna mtu ana shamba, ni kisirani tu. Iko na kutoka hii siku tumekubali kama watu wanataka kutuhamisha kwa shamba zetu hatuwezi kubali huku ardhi house ikisisitiza kwamba kuigawanya ardhi hiyo pamoja na shughuli ya utoaji hati miliki ilizingatia sheria. Wizara ya ardhi katika serikali ya kaunti ya Kajiado inapinga uhalali wa, wa mchakato huo. Kwa hiyo ukora ambayo umefanyika katika sijui, ministry of land kwamba area shamba moja ambayo ni kama ikamoja nimewekwa ni karibu watu kumi ama kumi na tano kwa parcel moja ya ikamoja na hiyo hatutakubaliana na wao sio na, na wao sio wenyeji na hatutakubaliana na hiyo wakawaji wa hiyo hati, kwa sababu hakuna siku ambayo tumewahi kukaa kama wenyeji na kusema kwamba hizi shamba tutafanya kukatakata. Licha ya uamuzi wa mahakama kwamba Moses Monic ambaye ni mwenyekiti halali, wafuasi wa kiongozi mpinzani Moses Parantai ni kwamba wamepinga mchakato mzima wa kuigawa ardhi hiyo wakishtumu wadhamini kwa kugawia ardhi hiyo kinyume cha sheria watu wasio wanachama. Licha ya mafarakano hayo, kamanda wa polisi wa kaunti ya Kajiado, Alex Shikondi, alifanya mkutano wa dharura na viongozi kutoka pande zote mbili na akawaonya dhidi ya kuendeleza vurugu. Wanasema mumejua, lakini sasa tukija kusema kwamba tupatieni majina ya wale watu tunajua tuna, tuko na njia zetu za wenyewe za, za kuchunguza na huyu mtu tutakuja kumchukua hata bila kukuambia wewe, mbora uko pareti Wakazi sasa wameshauriwa kutafuta suluhu kupitia njia za kisheria, huku maafisa wa usalama wakishikia doria sawasawa ili kuepusha umwagikaji zaidi wa damu. watu wa Sense of Frame wamekuwa hapa, wamechukua picha, wamechukua kila kitu ile wanataka. Lakini nawaomba watu wangu, tusichukue sheria mikononi. Muko na viongozi, muko na chairman. Khalid Abdullahi Darubini.